Yes, tunaye Dogo Pateni ambaye kwa sasa ni top of the town eh. <laughs> Kila unapopita ni Dogo Pateni wakongo mm. wa singeli, iangalie. Mimi nawaambia mtoto anakuja speed huyu, but for real, it is doing well. Na amepata support ya Watanzania wote. Mm. Kwa ukubwa, uh, kabisa. Ila, ila, ila kiukweli jamani Watanzania. Nimekumbuka mm. kitu nimekiona hiki watoto wanakizungumzia, watu wengi wanakizungumzia kwenye mm. mitandao for real, nimeona pia kina make sense mm. Tusimwataki jamani, ndogo Sergeant kila mtu really? Tumsupporti kwa nafasi yake okay. Tusimwataki Dogo Sergeant kwa sababu ni kijana mdogo bado Sana. na ana ndoto kubwa. Kwa hiyo mm. tunapomwataka sasa hivi na umbe alokuwa nao mm. tunaweza tuka, tukam tukam tukamfanya tuka, tuka akawa stressed out mm, alafu mwisho wa siku akashindwa kufikia malengo yake au kutimiza malengo yake akakata tamaa really? Akaona kama vile ni mkosefu kwenye game ya mm. mziki. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania tuko mm. chini ya miguu yenu. Msimu wa tatu. Dogo Sergeant kila mmoja anahitaji support kwa kwa nafasi yake. Mm. Tumsupport kila mmoja kwa nafasi yake. So tuko na Dogo Pateni ambaye uh, alitisha juzi mm, kwenye stage ya uh, Samia Serengeti Music Festival alipandishwa na Zuchu. So, baada ya Dogo Pateni kukiwasha on the stage <laughs> na tukapata nafasi ya kupiga naye story kujua mawili matatu the experience ya kufanya show pamoja na Zuchu and everything. Pateni anakuaje? Fresh, milango imefunguka kwa mara ya ya kwanza kwenye stage kwa na Zuchu, na ngoma yako ya Fande. Unafeelaje kwanza kwa yeah, mara ya kwanza hii? Nimejisikia vizuri kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kuperform na, na, na, na msanii kama Zuchu mkubwa Tanzania, au sio? Kwa hiyo lazima najifeel tofauti. Yeah. So, umeonesha ni mtu ambaye una furaha sana. Mpaka voice note ambayo ukitumia kumbe unajiandaa na show, unaamua kuiposti. Zuchu ni mtu wa aina gani ambaye umekutana naye kwa muda mfupi hapa? Kwanza sikutegemea kama atakuwa peace kama vile. Yaani katika wasanii ambao nimekutana nao mimi nadhani yule ndo ndo ndo peace kuliko wote yani ukweli, ah ya. Sasa, alisema kwamba atakupambania kila kitu, yani lazima kuvaa kila kitu na nimeona pia gari hapo imeandikwa Dogo Pateni. Kwanza, hii brandi mzee wangu, wengi wanaitafuta waipati. Wewe kwako unajisikiaje? I feel good. Najisikia vizuri kwa sababu okay. Yeah, vyote kanifanyia mimi kama mdogo kwa ajili ya kunisupport, au sio bwana nakolikanisapoti Watanzania wamekubali, na voto navyoviona hapa hi ndo kagaramikia kila kitu, mimi sijatoa shilingi yangu. yuna mwaidi nini Zuchu ambaye amekupeleka kwa Watanzania na akawaomba bana, naombeni mumpokee huyu. Ni kufanya kazi kwa bidii, napofanya kazi kwa bidii napoenda na yeye anafarijika mtu nalomsaidia na juhudi ya. Ni kitu gani ambacho unakiogopa sasa hivi, unakiepuka, kibaya kwako kwenye muziki wako ambacho unakihofia sana kistokee? Watu wa uongo, unajua, ukisha kuwa hivi kuna watu watakuja wengi ma manager wa uongo, na kila mtu anakuja na mipango yake. Kwa hiyo usipotuliza akili unapotea mapema. Okay. Yeah. yafimetoka leo uh, video lini? Inshallah tutarejea, tutapanga. Okay. Yeah. No, baada ya uh, afande ushapanga vitu vingine kufanya kufanya naye naye make Zuchu sio sio ngoma ngoma moja. moja Najua utatamani kufanya naye zaidi. Yeah, Yeah. ikitokea project ikaipenda tunafanya. So, Zuchu, so kila kila ngoma atakayotaka itaka, itaka, nitakayotoa mimi mimi atufanye hapa ni kitu ambacho kinawezekana. Yeah. So nimependa moment moja ambayo alikuwa anakuforce tunaenda huku tunarudi huku. Ulikuwa unajiona hiyo? Yeah, ni kweli kwa kwa sababu mimi bado underground ndio juu sijazoea kuperform stage kubwa kama ile, kwa hiyo nimepata shida kidogo ila sio sana, au sio wana ya. Okay. kaata shid kgo a